Hello Dokta Kilimo. Leo tutaona ni namna gani unavyoweza ukawapata wale wakulima ambao wako kwenye eneo lako au umekabidhiwa wewe kama Dokta Kilimo kwenye eneo lako kwa ajili ya kuwahudumia na kutoa huduma mbalimbali ikiwemo kupima udongo, kuwapa huduma za ushauri, kuagiza pembejeo na hata pia kwa wale wakulima ambao hawapo kwenye mfumo unaweza ukawasajili na kuwawezesha kupata huduma ya ugani inayotolewa katika mfumo wa MazaoHub. Kwa hiyo ili kupata hawa wakulima ambao wako kwenye eneo lako na umekabidhiwa wewe kama afisa ugani kuwahudumia, hatua ya kwanza, unahitaji kuwa na data, ambazo hizi data zitakuwezesha kuweze, zita wewe kudownload hawa wakulima kwa kufuata hizi hatua chache ambazo nitakuonyesha hapa. Kwa hiyo mfumo wetu unafanya kazi online pamoja na offline. Kwa hiyo ili kudownload hawa wakulima, inabidi kwanza ubadilishe mfumo wa application uwe kwenye online mode. Kufanya hivyo, utaangalia juu kulia kwenye button imeandikwa offline mode, utabonyeza, utaibadilisha itakuwa online mode. Baada ya hapo itatokea kiboksi cha kijani kimeandikwa online mode. Utashuka chini utaona kuna sehemu ameandika download farmers. Pembeni yake kuna kiboksi utakibonyeza, iko kiboksi kitakuwa kita kwenye tick. Baada ya hapo utabonyeza button ya juu kabisa Ehe, utaona pia kuna pages hapa zimetokea kwenye download farmers. Baada ya hapo utakachotakiwa kufanya ni kubonyeza hizi uh, namba moja na mbili. Sasa, kulingana na namba ambazo zitatokea kwako utabonyeza. Ukishabonyeza hapo utaruhusu mfumo wako wa Mazao Hub kudownload wa kulima kulingana na eneo ambalo upo na lakini pia umekuwa umepewa kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa kufanya hivyo utamalizia kwa kubonyeza close button kwenye hiki kiboksi chini huku, utakuwa tayari umeshaingia kwa. Baada ya hapo, unatakiwa urefresh ili wale wakulima ambao umewadownload waonekane kwenye farmers hapa kwenye sehemu ya takwimu. Utafanya hivyo kwa kurefresh, utavuta screen yako kutoka juu kuja chini kama hivi utaona wakulima ulikuwa ziro, sasa hivi imekuwa 463. Baada ya hapo kuhakiki taarifa za wao wakulima kuona kwamba ni mkulima gani umemdownloadi umpigie kwa ajili ya kwenda kumhudumia, utabonyeza kitufe cha farmers kilichopo kwenye operation. Kama hivyo utapata nafasi ya kuona wakulima wote pamoja na namba zao za simu. Unaweza ukaendelea kuwahudumia na kutoa huduma ambazo zinapatikana MazaoHub ikiwemo kupima udongo, kutoa huduma za ugani, kuagizia pembejeo kutoka kwa distributors na manufacturers. Lakini pia unaweza ukafuatilia shughuli zao za shamba ili kuhakikisha kwamba taarifa zao za shamba zinakuwa kwenye mfumo kwa ajili ya kuwawezesha wao kuwa na kumbukumbu ya shambani, lakini ku kufuatilia performance ya kila kitu ambacho anafanya kulinganisha na matokeo ambayo atapata. Endelea kufuatilia series zetu za video nyingine ambapo tutakuwa tukifundisha mafunzo haya moja kwa moja.